Pia kuna masuala kuimba singeli na imba taarabu. Kwa hiyo leo mimi stage nitaitawala. Nitaimba hapo kwa ajili ya siwa kikala. Ni mwanamke mwenzangu natakiwa ni msupport. Si umeelewa? Na nashukuru sana ulivyoniambia nimependeza. Ki ukweli mimi ni mwanamke mzuri ambaye najiamini. Nina sauti yangu na uzuri wangu na tizi zangu tatu. Kuna mwanamke mwingine kwa na event kama hii hawezi kutoka bila kufanya makeup. Mimi, mimi sijafanya makeup na nimekuja kwa na event. Ukiniona mtoto mweusi niko nyororo. Sina baya. Nimevaa nguo nyeusi kuwakilisha weusi nini siku ya mvuje kwa, kwa sababu mvuje ni weusi, watu wana uswali wetu. Si umeelewa? Mambo ya kienyeji mambo ya jadi muhimu. Ulishaona mtu anawanga akiwa amevaa nguo nyeupe? Watu wanawanga akiwa amevaa nguo nyeusi, kwa mimi nimevaa nguo nyeusi kujisatiti kwa wale kujisa, watu walotaka kuifunga shuli asiwakikala isiendelee. Basi mimi hapa nipo kwa ajili yao, jambo letu tunatambana nalo Sio, ni mwanamke na ngai, mwanamke mtafutaji. Kwa wale ambao ameweza wa kumfuatilia siwa tangu mwanzo tangu akiwa binti, ni mtu ambaye anapambana sana, ni mwanamke shupavu, mwanamke ambaye sio tegemezi, kwa sababu kuna mwanamke mwingine mizali. Sasa hivi ameshakuwa na jina, angekaa tu akasema mimi sio akikala, basi mizali naitwa sehemu tofauti tofauti kwenda kufanya kazi, angelizika. Lakini ameamua kufanya jambo lake mwenyewe. Hii event inaitwa usiku wa mvuja, unawaambia kwa mvuje. Usiku wa mvuje ni nini? Usiku wa mvuje iko hivi, kwa wale watu ambao wajue maana mvuje, na kuna wengine wanajua maana wanajishaua tu, mvuje ni ukila. mvuje ni kwa wale ambao wanaonaga watoto, kuna mtoto anakuta amefungwa hapa kidude cha